Ni Jimson Natson, tena kwenye habari za kimataifa na hii ni Clouds Digital. Karibu. Lengo la Israel bado halijajulikana, ambapo watu wengi nchini Israel wamekumbwa na mshtuko asubuhi ya leo baada ya mashambulizi mawili ya makombora ya Iran yaliyoua takriban watu kumi wakiwemo wanawake wanne na wote ni wa familia moja katika mji wa Temra na mvulana wa miaka kumi na msichana wa miaka minane katika mji wa Batiyam. Maafisa wa Israel walikuwa wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulio yasiyo na kifani dhidi ya Iran. Israel imedokeza kuwa hii itakuwa ni tukio la muda mrefu ambalo linaweza kuchukua zaidi ya wiki sio siku chache, lakini lengo lake la mwisho bado haliko wazi. Jana usiku, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema mashambulizi ambayo tayari yameshatekelezwa si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Iran itashuhudia katika siku zijazo. Mamlaka za Israel zinasema kuwa ni haki kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu Iran ilikuwa inafikia kiwango kibaya cha utekelezaji wa silaha za nyuklia. Wengi wanahoji hilo na Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, jambo ambalo Israel inaendelea kukataa. Wakosoaji wa Waziri Mkuu wa Israel wanasema hivi ni vita vya kujichagulia na kwamba diplomasia inasalia kuwa njia pekee ya kutatua suala linalozunguka mpango wa nyuklia wa Iran. Asubuhi ya huzuni na ngumu sana. Rais wa Israel ambaye ameandika kupitia mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Wakati huo huo, Rais wa Israel Isaac Herzog ameandika kwenye mtandao wa X asubuhi ya huzuni na ngumu sana. Alisema wakati nchi hiyo inaamka ikiwa imeshambuliwa na Iran katika maeneo yake ya kati na kaskazini. Mashambulizi ya uhalifu ya Iran yaliua na kujeruhi Wayahudi na Waarabu raia wa Israel na wahamiaji wapya wakiwemo watoto na wazee, wanawake na wanaume. Herzog anasema aliongeza kwa kusema, niko pamoja na familia wakati huu wa maombolezo mazito na msiba huo mbaya. Ninaombea majeruhi wapone na kupatikana kwa waliopotea. Tuomboleze pamoja, tutashinda pamoja. Huo ni ujumbe wa rais wa Israel Isaac Herzog ambao ameandika kwenye mtandao wa X, huku kile ambacho uh, Israel inakitaka bado hakijajulikana, ama tunaweza tukasema lengo la Israel bado halijajulikana, na utazingatia kile ambacho uh, waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu alikisema siku ya jana kwamba mashambulizi ambayo tayari yameshatekelezwa si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Iran itashuhudia katika siku zijazo. Kwa maana hiyo, Israel bado ina mpango wa kuendeleza mashambulizi mengi zaidi kwa kuyaelekeza katika Iran na miji yake ya kibiashara na maeneo mengine muhimu. Mtazamo wako uko vipi? Niandikie maoni yako chini ya video hii. Hii ni Clouds Digital. Jina langu naitwa Jimson